Kwenye mabano akicheka. silabi ni nini? Tomita kwenye mabano akikuna kichwa. nitakwambia baadaye. 24. onyesha matumizi mawili ya mstari. hupigwa chini ya anwani ya kitabu au makala yanapotokea katika sentensi. Kwa mfano riwaya ya, unapigia mstari na kumbuka, unaandika kwa herufi kubwa kwa sababu ni riwaya. Tumgindie Bwege inasisimua sana. Pili, upigwa chini ya neno linalosisitizwa. Ubahili haufai katika maisha ya wanadamu. Kwa hivyo unasisitiza neno ubahili limepigiwa mstari. 25. Mkwaju hutumika katika anwani ya mdahilishi. Onyesha matumizi mengine mawili ya mkwaju. Kwanza ni kuonyesha visawe, kwa mfano insi mkwaju au mshazari. Pia uto mshazari binadamu koma jokofu unaweka mkwaju friji koma, kiambaza mkwaju ukuta, unaweka koma, fufurika mkwaju nja. Kwa hivyo nsi au binadamu, jokofu au friji, kiambaza au ukuta, fufurika au nja. Pili, kuandika tarehe. Tutafunga shule tarehe ishirini na nane mwezi wa nane mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tatu, kuonyesha nambari ya kumbukumbu. Kumbukumbu kumbu ya baama ya 15 mwaka wa 2025 utumika, hutumika badala ya neno au walimu au wanafunzi wataalikwa karamuni. 26. Kibainishi hutumiwa kuonyesha silabi kuwekwa shada. Andika matumizi mengine matatu ya kibainishi. Kuonyesha sehemu ya nambari iliyoachwa kwa ajili ya kufupisha, unaweka pale kibainishi, sabini badala ya mwaka wa 1970. Pili, kuonyesha sauti ya ving'ongo au nazali: ng'ata, ng'ara, ng'ombe. Tatu, kufupisha neno: melia ni melia, medurusu ni medurusu. Ishirini na saba. Taja matumizi mawili ya nukta za dukuduku. Kuonyesha usemi unaendelea alisema kuwa. Kuonyesha maneno fulani yameachwa katika usemi. Kigolondo anaugua ila amedinda kutibiwa. Unaona, maneno hayo ambayo yameachwa ni ameugua nini? ishirini na nane. Taja viakifishi vinavyotekeleza majukumu yafuatayo: kutenga msemaji na kauli yake, nukta pacha au pia huitwa koloni. Kunukuu maneno halisi ya msemaji, alama za mtajo au alama za kunukuu. Tatu, kufungia maneno ya ziada, mabano au vifungo au paradesi. Nne, kabla ya maneno ya kutolea ufafanuzi, kistari kifupi. Tano, kufungia neno la kigeni alama za mtajo au alama za kunukuu au alama za usemi. 29. Andika viakifishi vinavyoyatelekeza, andika viakifishi vinavyoyatekeleza majukumu yafuatayo: kukatisha maneno yanayohitaji tasfida, kinyota. Kufungia visawe vifungo au viite viparadesi au mabano. Tatu, kuonyesha sauti za ving'ong'o, kibainishi, ukipenda iite ritifa. Nne, kuendeleza sauti katika vihisishi, kistari kifupi hupigwa chini ya anwani ya kitabu. Mstari hutumiwa kuonyesha shaka katika sehemu fulani ya maandishi kiulizi. thelathini. Kistari kifupi hutumiwa kutenga silabi, vilevile huweza vile, kutumiwa kudokeza hoja tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi mengine mawili ya kistari kifupi. Kwanza, kutenganisha maneno ya ufafanuzi katika sentensi. Madaktari wote unaweka kistari kifupi wale walioajiriwa mwaka huu kistari kifupi watapelekwa kwa mafunzo. Mbwa wao unaweka, una, sasa unafafanua aliyenunuliwa juzi amepotea. Pili, kutenga tarehe. Tutaenda tarehe ishirini na tano mwezi wa nane mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tatu, kutenga kipindi. Rais Moi alitawala mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na nane hadi elfu mbili na mbili. Nne, Kudumisha sauti alikimbia. Thelathini na moja. Taja viakifishi vinavyotekeleza majukumu yafuatayo: kutenga tarakimu za kiasi kikubwa. Koma, ukipenda ite kipumuo au kituo. Kutenga migao au vipande katika shairi Koma, au kipumuo au mkato au kituo kutenganisha sura au mlango na mstari katika vitabu vitakatifu. Nukta pacha au nukta mbili au kipenda ite koloni. Nne utumiwa baada ya viigizi. Alama hisi au kite kishangao. Je, umeelewa? tafadhali Niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo tutafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kuni